Mahir, naomba pokee juisi unywe. Mahir. Usinywe hiyo juisi. Wewe kama nani unamkataza asinywe juisi? Na kuuliza wewe kama nani unamkataza asinywe juisi ambaye ametengenezewa na mkewe? Eh? Kwa sababu umezoea kumtengenezea mtoto wangu kila siku juisi zako ambazo hazieleweki. Leo katengenezewa juisi na mkeo unamkataza asinywe. Hivi una kiti, mama wewe? Mama, nimeona kuna vitu katia kwenye hiyo juisi. Kitu gani? Umbea tu umekuja. Kitu gani katia humo? Je, kama ameweka viungo ili hiyo juisi iwe tamu, wewe inakuhusu nini kwanza? Mama. Mi siyo ni sababu ya kuendelea kumgombeza huyo binti. Sawa. Fahamu. Shike juice. Chukua. Mahir. Kunywa juice. Mahir, yaani mkeo kwa kutengenezea juisi nzuri kabisa inaonekana kwa macho alafu unamwambia anywe mwenyewe kweli inawezekana? Mbona upendeki mwanangu, mama ametengeneza kwa ajili yangu. kwa hiyo akianza kunywa ee, kidogo sio mbaya, mwache anywe kidogo, alafu ya. mimi nitamalizia. tatizo liko wapi hapa? mimi ndio simetengeneza kwa ajili yako, kwa hiyo na maana uniamini. kwa nini mmekuambia? si kwa mimi nilichokuambia kwamba anza kunywa wewe hiyo juice, sijakwambia kwamba mimi. si kwa mimi, sina usalama hiyo, kunywa. tatizo liko wapi? Kwa hiyo umeona kitu gani ambacho amekiingiza kwenye hiyo juisi? Sawa, asante. Unaweza kwenda kuendelea na shughuli zako. Kwani kilitokea nini leo? Mimi ni kwazangu wani, mara ghafla nikamwona yule dada amepeleka juisi ndani. Baadaye akawa ametoka akawa na wasiwasi sana, akaingia ndani, akatoa dawa akaweka kwenye ile juisi. Mimi nilimuona, afu akampelekea kaka Mahir. Mimi nikaingia ndani nikamwambia asinywe, kwa sababu mimi siku ya nyuma yake nilimuona alikuwa anaongea na simu kuhusu masuala ya kwenda kwa mganga mganga. hmm. hey. Lakini ni afadhali tumejua mapema, tutajua jinsi ya kujikinga nayo. Ila sasa na wewe, kuanzia sasa hivi kuwa makini sana, yani kuwa makini sana kumwangalia Mahi, chochote kitakachoendelea hakikisha unajua. Sawa. vipi kuhusu ile swala langu la wewe kuolewa na mdogo wangu? Bado hujanipa majibu. Kiukweli dada, hilo jambo lako ni gumu sana, yani kila nikifikiria hata sipati majibu, labda niendelee kujifikiria nik hata majibu nitakwambia, Rosta. Muda unazidi kwenda, na kadri muda unavyozidi kuenda, siki upande wetu, mambo yanazidi kuharibika. Mm, sawa dada, basi bora tu niseme ilo jambo mi kwangu haliwezekani, ili tunyemwe muwe na amani na mjue jinsi gani ya kufanya. Mama, unajua kile kitendo alichonifanyia dada wa kazi sijapenda hata kidogo. Yaani kanisingizia kabisa kaongea uongo mtupu. Mimi nimeandaa juisi kwa moyo mmoja. Sasa hivi anakuja nanisingizia. Kweli binti yangu, kuwa na amani, hakuna neno hata moja nililoliamini. Najua tu ni chokochoko za yule binti. Sasa haya yote mwisho wake ni kesho, maana mahiri tulimpa siku tatu tuletee mwanamke ambaye sisi tulimpa vigezo tunavyovihitaji lakini mpaka sasa hajafanya hivi. Kwa hiyo mpaka kufika kesho jioni, kila kitu kitakuwa sawa. Kama ameshindwa kututafutia huyo mwanamke ambaye sisi tunamhitaji, moja kwa moja ndoa itafungwa naamani, mama, saa. Kwa hiyo kuwa na amani, mwisho wa haya yote umefika. Sawa mama, lakini mimi nina wazo moja. Unaonaje tumfukuze kazi ile binti? Ili mipango yetu iweze kwenda sawa, tuishi kwa amani ndani Hilo jambo hata mimi nimelifikiria kichwani, maana kanapoelekea sasahivi, yule binti anaweza akasababisha mambo ya ajabu, akaharibu kabisa mpango wetu, na mimi siko tayari kwa hilo jambo. Kwa hiyo siku so nyingi hata kuwepo hapa nyumbani. Aondoke ili uendelee kuroga vizuri, si ndio? Mama unajua kuna kuelekea sasahivi, huyu atenda kutua familia nzima Yaani ataanza kumroga mmoja mmoja, utashangaa huyu akikwambia umnawisha unamnawisha mavi katoka chooni kujisaidia. Huyu anafanya vitu vya kijinga, vitu vya kipuuzi, alafu wewe anakaa na wewe hapa anakujaza maneno. Yaani kama mjinga, hivi mama una akili kweli? Happy. Naomba uchunge mdomo wako. Naomba utambue unaongea na nani hapa. Yaani mimi nimekuzaa alafu unanijibu unavyojisikia wewe. Sasa naomba unisikilize vizuri. Nimeshaamua yule binti ataondoka na hakuna anayepaswa kulizuia hili. Nadhani tumeelewana. Naomba unisamee mama, lakini kwenye akili yako weka hivi, humu ndani Rosta hawezi kuondoka. Atakayeondoka humu ndani ni huyu asiokuwa na kazi ya muhimu ya kufanya humu ndani. Halafu simpendi huyu yani, sitaki hata kumwona. kama hii ni nyumba ya baba yangu na nina mamlaka nayo, ataondoka tena, ikiwezekana leo au kesho. Mi sitaki kabisa kumuona humu ndani. Mama, sasa unaona mambo yanaanza kuharibika. Kuwa na amani, mkoa wangu, kila kitu kitaenda kama tulivyokipanga. Hawa ni watoto wangu, hawawezi wakanizidi akili hata siku moja, ndio mimi. Nimekuja hapa kwa jambo moja tu na kuomba ongee na mama, ukaene chini, ongee naye vizuri kwa sababu zile siku ambazo nyinyi mmenipatia zimekamilika. Na hadi sasa hivi tunavyoongea hapa, huyu mwanamke mimi bado sijampata. Kwa hiyo naomba mniongezee muda, ili mradi niweze kumtafuta binti taratibu taratibu, kwa sababu hili jambo sio la kupurupuka na, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mkinipatia hata wiki au wiki mbili, basi naweza nikampata binti ambaye ana maadili mazuri na wazazi wake pia atakuwa hapo vizuri, na nyinyi mtaweza kumkubali. Kwa hiyo nakuomba sana, mjomba wangu, katika hili naomba unisaidie. Aliwezekani hilo mahali. Kumbuka tulikupa siku tatu, na sina cha kumueleza dada yangu akanielewa, kwa sababu ulituahidi utatuletea baada ya siku tatu, na leo ni siku ya pili, imebaki siku moja. Tunachohitaji utuletee binti ambaye tutakayemridhia. Otherwise, ukamuoe yule binti ambaye sisi tunaona anafaa umuoe. Lakini mjomba, hivi mtakuwa mnitendei haki? tambua kwamba ile binti mimi simpendi. Sawa, simjui anapotoka. Sijui familia yake. Sawa, nyinyi mtakuwa mnijua familia yake na nyinyi mmeridhika mimi nimuoe. Ila mimi simpendi. Naanzaje kuishi na mwanamke ambaye simpendi? Tumefunga ndoa, tunaenda kuongea nini? Mimi na kuomba mjomba wangu. Sawa, kwa sababu hakuna mtu mwingine yote kunisaidia zaidi yako. Naomba unipatie angalau hata wiki tu. Mi nitapambana na mimi nitampata mwanamke ambaye nyinyi mtamlizia, na mimi nitampenda, na hili jambo lichende kwa amani, na ndio itafungwa vizuri tu. Nakuomba tafadhali unisaidie katika hili, mjomba. Kumbuka nilishamwaahidi dada yangu kwamba sitamwangusha katika hili. Kwa hiyo mimi hapo sina cha kukusaidia. Unachopaswa wewe kufanya ni kumtafuta binti, kama umekosa basi utamuoa yule binti ambaye mama yako amekutafutia, na ilo ndiyo suluhisho la jambo hili. Kama ni hivyo basi mimi naomba msitishe kabisa haya masuala ya ndoa, yaani mambo kusema kwamba mimi nioe, naomba msitishe kabisa hilo swala. Na mambo kusema kwamba mtanikabidhi sijui kampuni mpaka nioe. Hayo mambo pia futeni. Sihitaji kampuni, sihitaji ndoa, sihitaji kitu chochote kile. Na pia nataka nende nikajitafutie maisha yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo pale nyumbani pia nitaondoka. Kwa hiyo naombeni sana. Mniache tu mimi na maisha yangu, niwe huru, sitaki chochote kusikia chochote kile. Sawa, kama umeamua hivyo lakini mimi cha kusaidia katika hili sina. Nilishamwahidi dada yangu na natumaini kwamba kama itakuwa umeshindwa kufanya kile tulichokuagiza, basi utakuwa umetoka mwenye nje ya makubaliano. Ninapokuwa na ukungu, kuforsi kutazama, Chaguo la Mama. Nakupenda. Nakupenda pia ila, tambua sina ugomvi wowote ule mimi na wewe. Unajua, kuna wakati moyo wangu unaniuma sana, kwa sababu wewe utambue wajibu wako kwangu. Kuna wakati sipendi mimi na wewe tunapokimbizana kimbizana, kimbizana umo kama kuku nafsi yangu inaniuma, lakini nakuwa sina jinsi. Nafanya yote kwa ajili ya kukuelekeza kwa sababu nakupenda, sio kama nakuchukia, sio kama nakunyanyasa. Hapana, nafanya yote kwa sababu kuna muda unanikela. Inaojua nini, kipenzi? Nadhani unaelewa. Nguo zangu zote kule ndani ni chafu, naomba ukachukue na uweze kunifulia. Alafu sikufiche, toka asubuhi mpaka sasa hivi sijaingiza kitu chochote kile tumboni mwangu, ila kama una chochote kitu naomba unisadili, mradi nini nikapashe utumbo. Sawa, asante. Vipi na umeshakula chochote? Ndio. Basi acha mimi nikapata chochote kitu, nikirudi nikute nguo umeshazifua sawa sawa, mwanangu. <laughs> <laughs> Mambo poa, mzima safi. Karibu sana. Asante. Hujua <laughs> nimekaa muda mrefu, mpaka nikajua labda huwezi kuja tena. Nilikuwa mm, na vikazi kidogo <sighs> nimefurahi kukuona. Nimeitikia wito. Okay. Uh, utatumia kinywaji gani? Labda mm, ni hapana, asante ila sawa. Haina shida. Unajua Rosa mi nimekuitia hapa kwa jambo moja, nafkiri unajua changamoto ambazo mimi kiukweli moyo wangu unakosa furaha sana, amani, kwa sababu katika hii dunia kuna kitu muhimu sana kwenye maisha yetu sisi vijana kama kupata mke ambaye ni bora wk kwa wewe na yako pia, na kama unavyojua zote, mwanaume anatamani ama anapenda amuoe yule mwanamke ambaye yeye anampenda namemvihia ndani ya moyo wake, sio yule ambaye labda amechaguliwa au labda hayupo kabisa ndani ya moyo wake. Kiukweli Rosa, mimi kama au tujali, naomba uelewe hisia zangu. Mimi nakupenda na nahitaji nikuoe kabisa. Hata no, zile kesi kero zinazoendelea pale nyumbani. Hmm, hiyo swala mimi kwangwa aliwezekani kwa sababu mimi na mahusiano yangu, na isitoshi nampenda sana kwa hiyo wewe unaweza tu ukatafuta mwanamke mwingine na ukafanya naye maisha. Rosta, Unajua kuna kitu kigumu sana kwenye maisha kama kumpata mwanamke ambaye ipo sahihi. Na mimi nikikuangalia wewe ni mwanamke ambaye una vigezo vyote vya kuitwa mke, una vigezo vyote vya kunifanya mimi nina furaha maisha yangu yote. Kwa hiyo macho yangu kila kitu changu mimi kimeona kwako, siwezi kuona mwanamke mwingine zaidi, zaidi ya kwako wewe. Nakuomba nipatie nafasi mimi najua kwamba wewe unaishi na, na mtu alishaniambia dada Happy, lakini najua kwamba huyo mwanaume bado hamjaoana na anakutesa na anakupiga kila kuficha. Kwa nini tusianzishe mahusiano mimi na wewe, tukaingia kwenye ndoa, tukawa tuna furaha maisha yetu yote, na kuomba sana kabisa, kiukweli mistake kabisa, matatizo na familia yako wewe mwenyewe, mamako unamjua kabisa jinsi alivyo. Kwa hiyo kabisa, naomba tu wewe utafute tu mwanamke mwingine ufanye naye mambo yako, au kama sio hivyo endelea na yule yule fami ambaye amekuchagulia mama yako. Ila mimi sihitaji, na nina mume wangu. Please naomba nielewe, nisikilize Rose. Yani kama utakubali mimi nikuoe niwe mume wako, nitakufanya vitu vikubwa sana ambavyo haujai kufanya kwenye maisha yako yote, na kuahidi nitaitunza furaha yako hadi pale Mungu atakaponichukua. Amechukua, nakuomba kuwa na mimi na nafikiri unajua ambayo mimi ninayopitia nyumbani. Mamangu mimi anataka niwe lakini mimi limanamgi simpendi na kupenda wewe. Rosta, please na komo kubali ni koa hapana. Mm.